Mama Samia ni mwanamke jasiri sana. Mama Samia ni mpenda maendeleo. Mama Samia ametekeleza maendeleo Tanzania nzima, kila kona ya vitongoji, kila kona ya wilaya, kila kona ya mkoa. Kila anayesimama anahutubia maendeleo yaliyofanywa na Mama Samia. Mheshimiwa Ma, Makamu, hii ni kweli kabisa Mama Samia huyu tunatakiwa tumuite daktari wa maendeleo kwa kazi kubwa ambayo ameshaifanya Mama Samia huyu. Mama Samia huye, Mama Samia huyu ni mwanamke ambaye ni mpenda wanawake wenzie, ni mpenda viongozi wenzake, ni mpenda watanzania wote wanyonge. Na wewe mwenyewe makamu ni- ni- nimpenda maendeleo sana, nimpenda chama. Ni mtu ambaye hoja nyingi unazo, ni mtu ume umewatia moyo sana wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuweza kuzidi kukipenda chama chao kwa ajili ya hekima zako, busara zako na saha zako na hoja zako, makamu. Kweli sisi sote tunasoma kutokea kwako, lakini naomba nizungumze kidogo kuhusiana na masuala ya viongozi ambao tuna, tu, ambao tuna nafasi katika chama. Waheshimiwa viongozi, tunatakiwa tuishi kwa kupendana, tunatakiwa kuishi kwa maelewano makubwa, kwa amani kubwa, ili tuweze kufikia malengo haya ambayo tunayokusudia. Waheshimiwa viongozi wa Kahama, ndugu viongozi ambayo iko mbele yetu sasa hivi, na kazi kubwa kabisa ni swala la uchaguzi. Kazi moja kuhusiana na suala ya maandalizi ya uchaguzi tumefanya na nayo ni kujiandikisha, lakini kujiandikisha ni kazi moja ya kwanza. Kazi ya pili kubwa iliyopo ni kuhakikisha kwamba wote waliojiandikisha wanapiga kura. Sisi Mheshimiwa Makamu, Umoja wa Wanawake Tanzania Wanawake moto moto, Mheshimiwa moto, moto. Moto moto. Moto, moto. Makamu wanawake hawa wamefanya kazi kubwa sana wakati wa daftari kwenda kuhamasisha, kuanzia kwa mabalozi, kuhakikisha kwamba watu wote wanajiandikisha. Hakika jumuiya ya kina mama ni jeshi la mama Samia. Mheshimiwa makamu wanawake hawa, watafanya kazi hii tena kwa kipindi cha uchaguzi mwezi wa kumi kuhakikisha mm. kwamba tunaungana nao tunawatoa wote ambao wa, wa, wa, wanatakiwa wajiandikishe ili kwenda kujiandikisha na kuweza kupata ushindi wa kishindo Mama Samia kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. na makamo wake ndugu Dr. Mchimbi kuhakikisha yes, kwamba hawa wanapata kura za heshima na kuingia kwenye dola Mheshimiwa, uh, yes, makamo. Kuna tabia ya viongozi, kuna tabia katika sisi viongozi kuona kwamba sisi tunagombana wenyewe kwa wenyewe. Tuna-, tuna kila mtu ana nafasi yake. Utakuta mbunge haelewani na diwani, utakuta mbunge haelewani na katibu, mbunge haelewani na, na mwenyekiti Naomba hii tuiache jamani, hiyo ni ndani. Iache upendo wetu na umoja wetu ndio utakaoweza kutufikisha katika hatua za kupata dola. Mdada Sofia, naomba niwahusie viongozi wenzangu tuhakikishe kwamba nafasi tulizo nazo hatuzitumii hatu kufanya bakora ya kuwapigia wenzetu; nafasi anayetoa ni Mwenyezi Mungu. Tutumie nafasi hii kwa upendo mkubwa na kuhakikisha kwamba tunatenda haki katika vikao vyetu.